Mpenda soka yoyote akisikia neno El Clasico anajua ni mchezo wa kibabe mtanange, ambao unazikutanisha klabu za Real Madrid pamoja na klabu ya Barcelona, mchezo ambao unaitwa El Clasico kutokana na hadhi yake, ila ukweli ni kwamba watu wengi sana hawafahamu maana ya neno El Clasico na huwa tunapenda kuita El Clasico kwa sababu ni mchezo ambao huwa unavuta hisia za mashabiki wengi sana ulimwenguni, lakini pia ni mchezo ambao huwa unakuwa na tense ya tofauti, yani hata maandalizi yake na kila kitu unakuwa ni mchezo tofauti, kwa sababu ni mchezo ambao unazikutanisha timu kubwa mbili pale nchini Uhispania. Sasa ukiangalia El Clasico, maana yake kwa Kiingereza ni the classic, ambayo hii neno the classic ukileta Kiswahili ni maana kuwa ni hadhi, yani ukiambiwa huyu mtu bana, ni mtu fulani wa classic, yani ni mtu fulani mwenye hadhi au matawi ya juu. Kwa hiyo neno El Clasico maana yake ni kwamba ni mchezo ambao una hadhi ya juu. Kwa hiyo El Clasico maana yake ni the classic, yani mchezo ambao umepewa hadhi tofauti na michezo mingine. Ichukue hiyo.